Kwani kuomba pesa ni, ni, ni kitu kibaya mm. Ukiona wakati mwingine pia mtu anaomba pesa, anamwomba mtu ambaye anamwamini. Yeah, namomba mtu pesa ambaye, uh, unajua, unajua kuna sehemu, najua kabisa nikienda spewi au nikienda bifo ya kupewa na simama kwanza. <laughs> ni, ni pia akuta kuna msaada mwingine pia namuomba afu kwa kiongozi haimaanishi kwamba ndio wanakuwa na pesa peke yake. Kama kuna, kuna, kama, kama kuna kiongozi wa dini ambaye insha ajipeleka kwa huyu binti kwa bana wanaomba hela sana. Nenda kaongee. Hao viongozi wa dini eh? Ah, no, kiongozi yoyote yote ambaye kidogo mkwanja upo. Unajua tunazidiana uwezo. Uh, si kwamba mtu anaweza akaamka asubuhi akafanya mziki ukaanza kumlipa. Ni process ya muda mrefu ni mtoto wa Martha Mwaipaja bado pia na yeye ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili. Uh, hawa anataka kuachia ngoma, iwezekana wimbo. Ndo maana sasa, ukiachana na Aisha Joani, pia hata Mr. Nice, amemjia juu Dudu Baya, unakumbuka hawa? hmm. Ni watu ambao kipindi hicho miaka ya nyuma ulikuwa ni wasanii ambao walikuwa na ushindani kwenye muziki. Uh, Dudubaya na Mr. Nice walitoka, wa, wa, walitoka wakati mmoja kama sikosei. Wakati Dudubaya anafanya vizuri ni kipindi ambacho pia Mr. Nice yakuwa anafanya vizuri hivi karibuni, kuna unajua, Dudubaya ni mtu ambaye uh, anapenda anahojiwahojiwa mm. na akiwa anaongea kiukweli, si mtu ambaye anafichaficha mambo, anaenda moja kwa moja juzi kati alirekodi video akimkashifu aki mtoto wake, kweli kitu alicho kizungumza, aa, kama mzazi, hata kama mtoto amekukosea, si katika hali ya kuelezea jinsi ambavyo ilitokea. Mpaka leo yeye yupo hmm. vile alivyo, so Mr. Nice amezungumza ame, ame, ame kuhusu wasanii kuhusiana na Dudu Baya hmm. eh, alichokifanya sio kitu kizuri. Sasa nimemwona naye ameingia mm, kwenye swala, kwenye uigizaji eh, Mr. Nice, eh, uh -huh. Sasa wali... at... eh, eh, Mr. Nice leo <laughs> subiri nakupa masaa matatu atajibiwa hatojibu yani, hatojibiwa katika namna ambayo huyu ameongea kwa nia nzuri ya kumrekebisha, lakini comeback ya dudu baya haitokuwa nzuri. Ah, mwisho wa siku wote, of course, ni wana... wasanii ambao wana majina makubwa, ila sasa hivi wasikiki yani, ni ile imebaki kama bana Mr Nice. Hivi na hivi dudubaya, hivi kipindi hicho kikweli ilikuwa wameteka wa, wa, wa, wa masikio ya, ya mashabiki wengi, japo sasa hivi hawasikiki dudu. Uh, nani huyu Mr Nice, unajua anaishi Kenya yeah. Muda mrefu sana mm. Anaishi Kenya na kuna mda pia namona, anapigapiga show huko, naonekana Kenya anamkubali sana Nice. Soko lake mziki pia linafanyani? yeah, naona yeah. Anafanya kabisa show na watu wanakuwepo wanamkubali, na anapiga zile ngoma zake za zamani bana na ngoma za zamani ambazo zinahiti tuseme, ni sisi tunaamua kuzikataa, lakini najua kama ukienda kwenye pabu mbalimbali, watu wanapenda sana kucheza mziki. Ni maeneo ambayo ikipigwa <laughs> ngoma ya kitamba, watu wanabeng vibaya mno. Siku moja jaribu tu, siku moja, hebu naomba nikafanya utafiti kidogo, au uende naye kuangalia, usiangalia, unaweza <laughs> <laughs> pia ukaingia Ha, unataka kuwa kama nani darasa ataudarasa ah. Unaelewa mziki unaofia kucheza. Asa mchezo. <laughs> Sawa, sasa tuja kwenye ishu ya tuzo bana, weekend hii zimetolewa tuzo za filamu Tanzania yeah. Na moja ya tuzo ya mwigizaji bora wa kike imeenda kwa Mariam Ismail. Moja ya kiukweli, mimi kwa upande wangu sina shaka, ni moja ya wanawake ambao wanavaa uhalisia sana, mm -hmm. Uh, Mariam akiamua kuigiza na roho mbaya jina yake ya maarufu ni hilo, hilo kwenye... yes, anashiriki tamthilia ni mmoja okay, wa wasanii ambao kiukweli ameshiriki tamthilia tofauti tofauti ameshiriki filamu mbalimbali, yeah. Lakini yale majina ambao anapewa kwenye filamu hakumpa umaarufu, mm. Bado jina lake la Mariam Ismail limebaki pale pale, unajua, mm. Kuna mwingine anaweza akawa na, ana, ana, ana jina fulani vila usanii au lisiwe hilo, akawa amekuja na filamu ambayo inamtambulisha. Kwa mfano kama Johari, sasa hivi ni ya sasa hivi, hata acheze uh, filamu gani ach, uh, aigize kwenye tamthilia ipi kwa jina tofauti, bado jina la Johari ni, ni jina ambalo watu wengi wanamfahamu yeah. Kwa hiyo imekuwa tofauti kwa mwigizaji bora wa kike

ae ah, sema yule mama jamani, kwenye kwenye nini ile? Ile tamthilia nani ile inaitwa? Ipi. Kombolela. Ah, hivi wale wale wanaenda na script kweli? Of course. Script ndio kama vile. Kwa sababu ndo maisha halisi ya uswahilini yani. Ndio, yes, mimi kuna muda, mimi kuna muda gana fuatilia ile tamthilia. Yaani ile, na najua, mbona kama hawa hivi wanafuata script kweli, wanapewa tu bana useme au wanapewa bana ebu nenda hapa lakini ongeza ongeza script yule gani? Na script ndo unasema. <laughs> Bista ni moja ya waigizaji wa muda mrefu, umeona. Uh, JB amewahi kuzungumza kwamba ni moja ya ya, ya, ya wasanii ambao akiandika stori yoyote akihitaji mtu ambaye ni mswahili mswahili sana, wa kwanza ni Bista waigizaji wa, wa, wa hapa Tanzania ambao wanafit wana, wana, wana, wana sana wakiigiza uswahili. Uh, wa kwanza ni Bista, wapili mwingine ni Liamali. kuna mda Liamali alikuwa kwenye pi, mchambaji wa kwanza kwenye kuigiza uswahili. Mwingine mwingine nani? Mwingine Shamsafodi anaingiaga alafu yeye anapita kote kote. Anaweza kukaa kama mtu fulani hivyo akishua mm. Akarudi kwenye upande wa uswazi. Noma mm. sana. Watu na waka, mm. Hivi yeah. e, e, mm. no, ndio maisha yao halisi pia eh. Sijajua, siwajui vizuri, kwani kuna namna. Mi nimeona yani watu wanaongea mara sijui tuzo mm. azieleweki no, ukiangalia wa, wa eh. so mm. kwa upande wa mwigizaji bora wa tamthilia ndo Mariam, eh. uko vizuri, tuzo sio kama zieleweki. Changamoto ni kwamba yani, mimi utaratibu watuma kazi wakituma watu watatu, maanake ndo wao wanashindanishwa. Yani hiyo sasa, huo utaratibu ndo yes. watu wengi mm. ni kama wanauona kazi kwa sababu kazi zinapokelewa bodi bo, bo ya filamu sio, mm. mm. bodi ya filamu wanapitia kwamba kuna kazi moja mitatu zinakuja na nazileta hapa na ninapoandaa tuzo, rudi kule kwenye maktaba, afu kaangalieni zile za mwaka huu zote ambao zimetoka, muingie mchekeche, majaji wachekeche pale, alafu waingize kwenye. Kama ujawasilisha kazi yako hawawezi kudili hivi. Kuna we kazi yote ya msanii ambayo inatoka tu inakwenda hewani pasipo, yani kupitia pale kwao, kwa, kwa mfano. Tuzo nyingi ambazo mnaziona zinatolewa zinakuwa na utaratibu wake bana, ba peleka kazi yako ikashindanishwe. Asa, sasa hivyo ndio watu wata, kuna wakati mwingine mtu anaona kwa mt. sababu na unajua kwamba kazi yako ni kali hujaipeleka ikashindanishwe, mashabiki wanakuja juu bana, huyu ampewa tuzo, mbona hii hii hii kazi yake ni bora kuliko hii, mbona hii kazi sio. Kuna kazi ambazo hazijapelekwa lakini zime, zinafanya vizuri hey. na kuna kazi ambazo zimeingia lakini unaona kama imekosa hii mm. kwa mfano, kwa naongea na mwanangu mmoja, anamwambia ah, kombolele haijachukua ananishangaa mm. Kombolera ijachukua mbona kama ndo inaenda sana lakini, mm. kuna kula tamthilia nyingine zinafanya vizuri pia mm. kwa hiyo hizi zote wangekuwa na kombaini majaji, kama unaandani bodi bodi ya filamu Tanzania inaandaa kwa kushirikiana na serikali ndo zinatoa ngoja ngoja, na wengine ni maoni yangu, yawezekana yeah. uh, ya issue ambayo inafanya story inayoibeba Kombolera ni kwenye zile scene, vipengele vile vya siwa huyo binani bi, bi, huyo alichukua tuzo. Bista. Bista. Yeah. Yani ile familia ile ndo sehemu ambayo inaibeba. Si ndo Kombolela lenyewe hiyo hapo ndo vipande ambavyo vinaibeba ile. Kwa mfano wa hii mwandishi wa stori, wa mwandishi wa ile tamthilia ya, ya ya, ya, Kombolela awatoe wala kinasiwa amtoe bista aje na stori nyingine. Sasa hawezi kumtoa kwa sababu script inamtaka huyo Unamtaja kati filamu unamtaka. Yani hapa ili tucheze, mm. pana mhitaji mtu fulani, mlete mtu fulani. So, umenielewa? Umekuelewa. Kwa sababu unasema kipande, kipande, kipande. Inaonekana kwamba ni, ni, ni nzuri kwa sababu kuna kuna ni nzuri kwa upande mmoja. Sio upande mmoja. Hakuwezi kuwa unaona yani, upande mmoja? Ni vipande gani ambavyo vinatrend kwenye tamthilia? Huo upande huo, hakuna tamthilia ambayo inatrend katika vipande vyote pia. Okay, so. Eh, haipo

Kwa nini kwa sababu yani nakosa na kwa sababu, yani na kwa sababu mm. watu wanaona kazi hapa ndio bora haimo kwenyewe mwambie eti mtutuma kazi kuna wasanii wengine kwenye kitu chochote kizuri hakiwezi kukosa challenge yoyote kwa sababu ukijifungia hey. lazima challenge ziwepo yani uweze kujifungia ukatoa listi hey. uweze kujifungia, hey? kujifungia ndani ukatoa zile listi ya watu tunajiuliza kwa nini zamani ilikuwa bora, sasa hivi si bora. Grammy imeanza kulalamikiwa muda mrefu sana kwamba kuna baadhi ya wa wasanii ambao hizo tuzo ni kama za kwao, yani yeah. Na moja wa wanaolalamikia ni JZ, na juzi kati uh, aliyekuwa zamani CEO mm. wa zamani mm. aliweka wazi utaratibu wa, wa Grammy unaofanyika haufanyiki kwa siri, wanakaa mm. majaji wana wanachakata, sio kwamba kuna wasanii ambao tawakuwa wameshapangwa. Hii ilikuja baada ya kuonekana, maana kuna watu kila mwaka lazima awepo kwa mfano mimi sio mfuatiliaji sana, mimi nabaki pale kwa, kwa... pale okay. Baitu ebu fuatilia tuzo nyingi zote ambazo zimekuwa zikitolewa, huwezi kukosa challenge. Ndio kuna yale, kuna, kuna cha... makosa ambayo yanaonekana kama zile filamu za mwisho mm. za, za, za ambazo zitolewa madebe akapewa mchekeshaji bora, mwenyewe alishangaa kamwene wale madogo wakachukua. Kuna yale makosa ambayo kabisa yanaonekana pa, hayo sio ya kiufundi, inahitaji <laughs> VAR, sio ya kiufundi Yaani yeah, tuzo sio sehemu ya kumsaidia mtu kukua. Tuzo ni sehemu ya kuonesha ubora wa kazi uliofanya. Hey, yeah. Kwamba sasa tuna hey. appreciate kitu ambacho unafanya, kwa mfano tamthilia bora. Hata kama Kombolela imekosa imechukua mm. Maisani, Maisani ana kabisa hii ngoma naoma sana. Hii yeah. ni kali pia. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa na fa... Ati, zote ambazo zilikuwa ni kali. Mm. Lakini changamoto ziko chache, tano tu sio tano. Lazima gomania. Lazima tungekuwa na bora wa kiume na amechukua gabo na, na nani msanii bora wa kiume tamthilia, msanii bora wa kiume na Isarito pia amechukua hmm. E, kwenye hiyo maisani kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinaingia, ndio maana vina, sasa hivi ukikuulizwa nani msanii wako bora wa kiume kwenye uigizaji sasa. Upande gani sasa? wa kiume wakiume avyasa takwa gabo tu ndo msanii bora mm. Kwa sasa hivi si ndio? Nafikiri kwangu ni muda wote, muda wote mm. mm. <laughs> <laughs> wa wamefuatilia filamu mwaka gani, wenyewe wamezitoa lini? Sema dina wanadina tamthilia wamezitoa lini? hizo filamu wamezitoa lini za filamu eh? hazikai kwa muda wote Ah, wewe lakini tamthilia ni filamu zile zile, ndiyo hizo hizo, sema tu <laughs> yani, mwigizaji bora au tamthiria ama awe filamu mm. waziimkali tu mm. si unatoka kuna rudi upande wa pili umeniuliza, yeah. kwamba kwa bora kwa tu wanafanya vizuri kwa sasa hivi Isalito utakuta so, kuna kina... kuna mwaka mwingine kama sio mwaka juzi 2023 pia hata Isalito alichukua tuzo ya mwigizaji bora wa watu, eh. watu kwa sasa hivi ni moja cool. ya, ya wasanii ambao mm. uh, ukizungumzia wasanii bora wa kiume Gabo mm. na ni kama sema lakini kila mtu ana vitu vyake bana. Wa... Wanaokuwa na jaji hizi filamu ziingia matamthilia ziweze kuingia nao wanatakiwa kuona namna yani sio mtu apeleke kazi halafu wati kama mtu yani, kuna watu wengine wanaweza kuona majaji ni wake nani mtu fulani kazi kazi, asema sema. Nafikiri mara nyingi ambacho wangekuwa wanaingia ma, ma, ma, ma. Huwa unajua bwana, kwenye maisha ukiwa tofauti, wagi napendeza sana mara nyingi sana, sio kama namsifia, mara nyingi sana ambacho kinambeba Gabo ni story tamthilia uki, ukifatilia uh, filamu uh, nyingi ambazo amezitengeneza ni filamu fulani ambazo zinakuwa na stori maisha fulani hivi ya kijijini. Kama ulitazama Siabonga, inaitwaje, ni mtu ambaye anatafuta stori kali, kombolela uhalisia yes. So, huo no, zote kali mm -hmm. Kwamba kutokuchukua kama sio mkali wote ni wakali mimi -hmm. Kitu ambacho nalia nacho ni kwamba sio mtu apeleki kazi kwa sababu zinapita kwenye mikono yenu mm -hmm. Na nyiye mnaziona, simsema majopo kubwa na kagua hizo kazi mm -hmm. Mnagawa madaraja mnagawa madaraja. Kwani mnagawa madaraja kwa kuhisia mnapokea hizo kazi hmm. au majaji aa, wakachimbua kwenye maktaba, mnapewa ambao wachukue hizo kazi? Kama ama mwaka 2025 tumepokea kazi ngapi 2025, bana? Yani, utaratibu ni wewe upeleke kazi, kazi afu naomba jaji akachukua kazi yako, hasa inategemea inategemea tukigom... kama tumegoma asipeleke kazi na kazi nafanya vizuri, <laughs> inakuwaje? <laughs> kwa mfano mepe, watu wamepeleka kazi, kazi ziko tano. Mimi katika uigizaji wangu nimeigiza kwenye kazi ambazo hazijaenda nitapelekwa. Samahani, samahani ndugu producer, zimewasilishwa filamu hapa kama tano hivi, lakini tumeona filamu yako ni kali. Kwa nini ujaileta? Ilete tukubembeleze? Sasa zinapita kwenu? Kwani filamu naichukua naipeleka tu bila kupitisha kwako kupea daraja ndio maana hapo anakuta kuna kumi na sita kuna kumi na nane pale. Haya, kwa mfano, nimecheza, nimecheza mimi, haijapelekwa kwenye kushindanisha tuzo, na mimi mm. naona ni bora kitaki, nakukubali Nimeandaa tuzo utaratibu wangu uko hivi mm. tunapokea kazi mm. tunapokea kazi mm. labda ya tamthilia uh, ya, ya, ya, labda ambayo ya, ya, ya ni love story, labda tamthilia fani hivi ya maisha ya maskini mm. ndivyo vipengele ambavyo vitakwenda kushinanisha kwao, kama msjijua na kazi ambayo iko hivyo ilete maana yake wanaweka hivyo, akiwa na maana kwamba wezekana. Sikuwa tunaziona kuna tamthilia zipo ni maarufu, tunaziona unaona, kuna stori nzuri, kumbe kuna msanyiko kule chini, muhange ya chini kule, ni mwigizaji mzuri na ana sirizi yake nzuri sana, ila anairusha kupitia mtandao wa YouTube, watanzania hawaifahamu. Yawezekana kilia tele stori yake pale, mkashindanisha nawezo, na wa ambaye tamthili yako ni kubwa inatazamwa ina, ina, ina, kumbe ana stori nzuri inaovutia kuliko huyu ambaye na umaarufu

niangalie niangalie tamthilia afu ni kabisa kabisa tini. <laughs> nimeika namwambia Amina <laughs> sasa hapo, <apuna kusim. laughs> yani katikati tu, sijui sema noma tamdanganya. Tuwashukuru mm. tuwapongeze kwa tuzo kali mm, lakini kile ambacho pia kilembacho akizungumza Msigwa kuhusiana na tuzo zenyewe mm, kuhusu maandalizi na nini, anaona kama watu wame kuna mambo mengi sana yanakuja kwenye hiyo tuzo mwakani, ziwaje na nini. Kuna eneo alisema pale mm, kwamba wasanii wanatakiwa aone namna ambavyo wanaweza wakachangia ama kuchanga kuweza kuheshimisha hizo tuzo mm, siwe kama tuzo nyingine. Sasa mi hapo ndo nikaa pia nawaza kuchanga hela, yani inaku eh, yani wasanii wenyewe ndo waandae? Maanake mwandaji wa tuzo wanatakiwa pangilia, aone namna gani ya kupata ao wa wadhamini wasaidizane. Kwa kwa ni msemaji mkuu hey, wa serikali. Kwa sababu yeye kwa sababu akiweka wao ndio sasa zaanza kuja hivo, hivo vipengele pengete, ni kama watu wana confront, watu wengine wako pembeni, wage wa wanajikataa wengine wanakaa. Sikumsikiliza lakini alisema hey, kwa sababu bachangie fedha. Eh, kwa sababu alisema milioni wasanii mnashindwaje kutoa? Yaani watu wameangia kuandaa hizi tuzo, mnashindwaje kushirikiana kuandaa hika tuzo kubwa sasa, sana. Sasa uwezi kushirikiana kuandaa tuzo na mtu ambaye anatakiwa kupokea tuzo? Au unaweza mkasaidia. Yaani kuna namna... kuna usaidizi mweza mkafanya kwa mfano kwenye makampuni Bana, eh, na tunatafuta kiasi fulani cha fedha. Sasa tufanye hivi, kwenda sehemu fulani, pia tunaweza tukaongeza jambo. Yaani kusaidia kupata wadhamini sio mbaya. Bado, bado. Hivi mimi nimesaidia utafutaji wa wadhamini wa tuzo niko mimi bega kwa bega na bodi ya filamu. Afu nileta filamu yangu muipige chini ikifanyika hivyo kwamba wasanii washike kwenye uandaji wa tuzo, eh, itakuja maswala ya nani sasa, uh, mambo ya interest humo humo. Yani, labda ingefanyika vipi? Watafuta watu wengine tofauti kabisa nje ya nini? No. Nje ya filamu. Yawezekana ni mtu ambaye amewahi kuwa mwigizaji akaacha. Kwa sababu pia hata viongozi wa bodi ya filamu wengi wamewahi pia kuwa waigizaji. Watafuta watu wengine ambao wako nje. Yani ni sawa na mimi aa, sasa hivi Eti tunaandaa tuzo ya mtangazaji bora redio Kwizera, uongozi unanitafuta mimi nawe tuingie, yaani mi nipambane kutafuta hela kwa ajili ya udhamini, alafu jina langu unaweza mlitoe. Unaweza kwa nani? Kuna mwingine anaweza kalipokea hilo kiuzuri kabisa bana. Hata kama nimeshiriki lakini sijapata, haina shida. Lakini kuna mwingine wewe. <laughs>

Na nini, tuzo kuwa kubwa moja ambacho kitu ambacho kinaweza kafanya tuzo kuwa kubwa, kwanza kabisa ni wasanii kufanya kuenda kuwa wabunifu, kufanya kazi nzuri sana bajeti, lakini pia subiri sasa, lakini pia uh, serikali ku kuitambua sekta ya filamu na, na na muziki kuzilasimisha, kuzilasimisha. Kama ni moja yani sijui niwekeje wanatambulika ndio maana wana na masuala ya kujisajili, lakini mimi issue ya ya, ya kusema kwamba ziandaliwe tuzo, waigizaji wa shiriki na wenyewe kuandaa, au tutadanganyana. Si mtengeneze ubora. ubora. Eh. Eh, Eh mtengeneze ubora. Eh wala. <laughs> sisi tuna scanner tunaikamilisha hivyo leo mm, tumecheki na zile tuzo, lakini kwa baadhi yao ndio kanisha Isarito amechukua, lakini Maisani amechukua tuzo sita mm. uh, wakati Bisa akichukua tuzo zake mbili, na kuna mda atajua kai ilichukua tuzo nyingi eh, kwa sababu ya ubora. E, pia e, e, kuna mda kuna vitu vingine unaweza kukataa na watu wanafanya vizuri <laughs> bado tupo mpaka kombe kamili za jioni tu, tu, tunasconnect na kuziskan info zote zinazomhusu kijana Lazima tujitume na kujituma, maana yake tuwe na anasikiliza mziki wangu na pia imekuwa rahisi hata mimi kutafuta wasanii wengine, akisi kama kuna sapoti inahitajika, basi apewe hiyo sapoti, alafu afanye kwa nguvu. Superstar, my name is Roberto. Hii ni Scanner, hii ni Connector.